Haya wanasiasa, tuendelee kupeana elimu, japo nyie mnatoa matusi. Mbona muelimishi? Sasa mi nawaelimisha, nyinyi mnatukana. Sasa najiuliza hawa wazazi wenu wamefanya kazi gani, nyinyi wote ambao mmeporomosha matusi. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha mpaka atakapokuwa mzee. Usipolea mtoto katika njia impasayo, matokeo yake ndio haya. Kwa hiyo, siwezi hata kukulaumu wewe ambaye unaporomosha matusi sana sana. Unaniambia kwamba mzazi wako akufanya wa kazi yake ambayo amepewa na Mungu, kwamba unapoleta mtoto duniani lazima umfundishe maadili, maadili mazuri, tabia nzuri, sio kutukana watu, sio kudharau watu, sio kudhalilisha watu, sio kutukana viongozi eh, sio kutukana viongozi. Yaani wengine mnaporomosha matusi kwa viongozi wenu ambao Mungu anasema tiini mamlaka, kwa sababu kila mamlaka inatoka kwa Mungu. Wewe ambaye hukupewa malezi na wazazi wako hawakukufundisha adabu, hawakukufundisha heshima, unakaa hapo unawatukana viongozi wako, unamtukana raisi, unamtukana um, waziri, unamtukana yani, unawatukana watu ambao neno la Mungu linakwambia tii mamlaka. Shida sio wewe, shida ni wazazi wako, kwa sababu hawakufanyia kazi ile kanuni ya kuwalea watoto katika njia iyowapasayo, kwa sababu watoto wanazaliwa empty kichwani. Vitu vyote ambavyo unavifahamu leo ni vile ambavyo umefundishwa na wazazi na shule na jamii, yaani kila ulichokisikia na kukiona ndio kimeujaza ubongo wako. Sasa tuna watu ambao wamejaza matusi, wamejaza matakataka kwenye vichwa vyao wana wamejaza kuwaona kuwa, yaani kuwa, kuwa, ku, kuwafanya watu waone kama hawana utu utuok okay? So hilo sio kosa lako, ni kosa la mzazi wako, na hii ni elimu nimekupa. Sasa wewe hayo ndio pia utawarithisha watoto wako, kwa sababu kama hayo ndio unayowaambia watu katika jamii theni watoto wako uliowazaa, hicho ndicho utakachowarithisha kizazi chako kitarithi matusi hayo hayo, kitarithi uh, kuwatukana viongozi kitarithi kuwaona watu wote hawana maana. Lakini neno la Mungu nasema, mlee mtoto katika njia impasayo naye hataiacha, hata atakapokuwa hata mzee. Lakini unayo chansi ya kubadilika, ukiokoka, ukamwamini uka Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaruhusu Roho Mtakatifu akaingia katika maisha yako, ukaanza kufanya mambo yanayompendeza Mungu ambayo hayatokani na wivu, chuki, roho mbaya eh, na vitu vyote vya namna hiyo, basi utakuwa kiumbe kipya na ya kale yote yatapita. Kwa hayo matusi, matusi yote yataondoka, na utaanza kurithisha watoto wako um, vitu vizuri ambavyo vitawafanya wawe watoto wema, hawatatukana viongozi. Kwa hiyo kama hawatatukana viongozi, hawatatekwa, hawatakutana na changamoto mbalimbali mbali, kama hizo, kwa sababu unapo kama umeambiwa sheria, umepewa tii mamlaka zilizowekwa alafu wewe au watoto wako hawataki kutii, maana yake kuna kitu kitawakuta. Kwa hiyo usijidanganye kwamba hujui kwa nini eh. Kama umekamatwa eh, umekamatwa huko kwenye vyombo vya sheria, umetekwa, umefanyaje? Usiseme hujui sheria. Ni kutii mamlaka. Watu wote ambao wanatii mamlaka watu wote ambao wametii mamlaka hawana shida yoyote, wametulia, wanaendelea na kazi zao, wanaendelea na biashara zao, hawana shida. Lakini wewe ambaye hutaki kufuata kanuni, taratibu, sheria, utaratibu, utapata shida. mwingine hapo akasema na hili nilikuwa najibu wale wote wanaosema, oh, tatizo sio vyama vya upinzani. Maana jana nilikuwa nasema, jamani, upinzani ni watu ambao wanajiona, wanajiona watakatifu wanajiona wao ni wasafi, lakini wana ni wana maboriti. Alafu wanaangalia uh, wanaangalia uh, chama tawala kama wana matatizo, wakati wao matatizo yao ni madogo madogo ambayo yanafananishwa kama kibanzi, na nilitumia hilo neno maksudi na nikatolea mfano by experience wale wanaosema hey, unamwongelea experience wako? Yes, maisha mimi, maisha yangu yote naongelea my experience. Kwa hiyo kama hujanionyesha experience nzuri, mfano mzuri, taongelea huo mbaya, hauwezi kuondoka, yaani hiyo kitu haiwezi kufutika kwenye maisha yangu. Ninachokijua nimekishuhudia Sio tu kwa ex wangu, na viongozi wao wote, kuanzia mwenyekiti, kuanzia wote, hata huo mwenyekiti mpya naye, ndio hivyo hivyo, ndio wale wale wote ni, ni watu wa kuzaa nje ya ndoa zao, wote ni watu wa yani wa hivyo, hawana morals, hawana maadili. Kwa hiyo mimi siwezi kuongea kitu, sitoi hewani, naongea by experience ambayo mi mwenyewe nimepitia na nimeona, nimeona kwenye ile community. Ndio maana nikasema, kabla ujanyo, ukinyoosha kidole kimoja, hicho ni kibanzi boriti vidole vitatu liko kwenye jicho lako. Toa kwanza boriti lako, ndio uende ukatoe kibanzi kwenye jicho la mwingine, okay. Kwa hiyo usi, msitake kujifanya eti hamjui. Kwa nini mnakutana na hizo changamoto mnazokutana nazo? Jibu ni moja, sheria ya kutii mamlaka. Ti mamlaka, utaona hakuna mtu atakufuatilia, hakuna mtu atakugusa. Ti mamlaka. Mwingine akasema Mbona Yesu akutii mamlaka? Nimeona hiyo comment. Akasema, mbona Yesu huyo Yesu mwenyewe, maana mimi nataja Yesu. Mbona Yesu akutii mamlaka za ya Mafarisayo, sijui akufuata mambo ya Mafarisayo. My friend, ya Mafarisayo. Uh, Yesu alitii mamlaka kwanza, mfano wa uh, kodi kulipa kodi. Ya. Yeah. Aliwaambia hiyo sarafu ina picha ya nani? Ya Kaisari. Akasema hya ya Kaisari mpeni nani? Kaisari hata pale ambapo alivyokuja kukamatwa, wakamkata sikio nani yule, akalirudisha lile sikio, akasema hapana, mm -mm, huu sio utaratibu. Akahukumiwa, akaenda kuhukumiwa na Pilato. Pilato akawa anamwambia, unajua mi naweza kukutoa kuku, kuku kwenye hii changamoto au au kukuhukumu. Akasema hukumu hiyo unaweza kuifanya tu kwa sababu umepata mamlaka kutoka juu kwa hiyo bado yesu anatudhihirishia ya kwamba hizi mamlaka zilizowekwa hata kama wewe unaziangalia kwa jicho la kwamba hizi mamlaka zitakuwa zina kasoro lakini biblia inasema hizo mamlaka zinatoka kwa mungu hakuna mamlaka isiyotoka kwa mungu kwa hiyo yesu alikuja na kusudi lake la kuja kuokoa ulimwengu na amepita amepitia yale aliyoyapitia. Sasa kama wewe una kusudi la kuokoa nchi, sasa usilalamike, unalia nini? Wewe umekuja unataka ku, umeamua kutotii mamlaka, subiri utakachokipata. Na kama hilo ndio kusudi la kusema, nataka kuokoa taifa theni, okay, lakini usiseme kwa nini una, unaacha kutii mamlaka alafu unakuja unauliza, ah, tatizo sio vyama vya upinzani, tatizo ni watu kutekwa. Kwa nini? Uliza swali la msingi, kwa nini umefuata taratibu? Maana kutii mamlaka ni kufuata taratibu. Umezifuata taratibu za nchi zinavyotakiwa? kama hujafuata, kama hujatii, sasa ukipata hizo changamoto ndo hivyo. Na unaweza ukaona tu namna ambavyo hapa mnatukana hivi. Kweli utukane watu ambao wako kwenye mamlaka, uwatukane matusi ya namna hii, kama ambavyo unaona watu ambao wameshakimbia wako mbali, wanatukana wanavyotaka kwa sababu wanajua wako mbali. Ya, wanajua wako mbali na pengine wanajua hawatarudi Tanzania, lakini wewe uko hapa, uko na familia yako. Unataka kutukana ujue, haya kutakuwa na matokeo yake. Yani uwezi ukatukana tu alafu ukabaki hivi hivi. Hapana, msijitoe ufahamu. Labda mi kama mlikuwa mjui, basi mi ndio niwasaidie kuwaelimisha, kwamba ndugu yangu, kama umeamua kutukana, basi ujue umejilipua, umejitoa mwanga. Utakachokutana nacho kikubali, kipokee lakini kama hutaki hizo changamoto, kaa kwa kutulia, kaa kwa kutulia. Na kama unaona kuna mambo ambayo hayaendi sawa, kuna mfumo rasmi ambao unatakiwa uingie na wewe ukacheze. Si unaona wale wameingia wa kwenye mchezo, wanacheza vibaya vibayak, okay? au wanafanya ufisadi, wanaiba, wanafanyaje? Una, wewe unaona hivyo, then wewe ingia na wewe ukacheze hiyo ngoma E, ingia ucheze. Maana yake ingia kwenye siasa, kwenye mfumo. Ushaingia kwenye mfumo, utafanya mambo ambayo we unaona haya yanatakiwa kufanyika hivi, lakini sio unakaa huku unatukana, unakaa huku una mm -hmm, unavunja utaratibu alafu unatarajia ubaki tu salama. Hapana, kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu. Oh, watoto wako nao wakitekwa, ah, watoto wangu watakuwa wamefanya nini? E, wanafanya nini? Kama wanakwenda kutotii mamlaka, kutotii mamlaka, kama wanakwenda kuleta violence. kama wanakwenda kuacha kufuata utaratibu wa mamlaka zilizopo, lazima watapata consequences. Watazipata. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu kutii mamlaka ili wasipate hizo changamoto ambazo tunazilalamikia sasa. Sijajua kama mtaweza kuwafundisha hivyo, maana nyinyi wenyewe hapa mmejaa matusi. Sijui watoto mnawafundisha nini?